Kifo siri kuu iliyobadili historia ya dini na ubinadamu. Utangulizi: kifo ni jambo kubwa linalotisha na linalogusa kila mmoja wetu. Lakini je, tunaelewa kweli kuhusu kifo? Je, kuna maisha baada ya kifo au ni mwisho wa kila kitu? Katika kipindi hiki, tutaangazia siri za kifo, hadithi za mbingu na kuzimu, na kwa nini dini zilikuja na imani hizi. Sehemu ya kwanza, mwanadamu wa kwanza alipojua kwamba atakufa. Wanasayansi wameshuhudia binadamu wa kale wakiweka heshima kubwa kwa wafu wao. Walizika wafu wao na vitu vya thamani kama chakula na silaha, ishara ya imani ya maisha baada ya kifo. Kwa mfano, Mithali 27 aya ya kwanza inasema usiseme, kesho nitafanya hivi au hivi, maana hujui nini kesho itabeba. Hii inaonyesha hofu ya kutokuwa na uhakika wa maisha baada ya mauti. Sehemu ya pili, kifo kilivyotengeneza dini za dunia. Dini zote kuu zina maelezo tofauti kuhusu maisha baada ya kifo. Ukristo hutoa ahadi za mbingu na moto wa milele, Mathayo 25 aya ya 46. Na hawa wataenda kuspuni la adhabu ya milele, lakini wapendwa wa Mungu, uzima wa milele. Katika Uislamu, sura ya Al Bakara 2 sura ya 25 inasema, na mmojawapo atakayetoa kisa cha Jannati na ahadi ya yake, basi hakika yeye atakuwa na thawabu kubwa. Katika mila za Kiafrika, roho za mababu huishi na kuungana na familia hai. Hofu ya kifo iliundwa kuwa msingi wa sheria na imani, kudhibiti jamii. Sehemu ya tatu, kifo kama silaha ya udhibiti. Kwa karne nyingi hofu ya kifo imekuwa silaha ya kudhibiti akili za watu. Biblia inasema mbili wa Thesalonike moja aya ya nane mpaka tisa atayetetewa moto wa moto na adhabu ya milele. Watu waliamini mateso ya moto wa milele kama adhabu kwa kutii dini na thawabu ya mbingu kama zawadi kwa watiifu. Swali kubwa ni mbingu na kuzimu ni kweli au ni hadithi za kudhibiti? Sehemu ya nne. Mtazamo wa Kiafrika kuhusu kifo. Katika tamaduni za Kiafrika, kifo ni mwendelezo wa maisha, si mwisho. Roho za mababu huendelea kuishi na kuongoza familia. Katika mila za Kisukuma, mababu wanaheshimiwa kama walinzi wa familia. Hii ni tofauti na dhana za kuzimu na mbingu kama hukumu ya mwisho. Kifo ni safari ya roho kwenda nyumbani kwa mababu na mara nyingine kuzaliwa upya. Sehemu ya tano. Tano. maisha baada ya kifo, ukweli au ndoto? Je, kuna maisha baada ya kifo? Watu waliopata uzoefu wa karibu na kifo wameripoti kuona nuru na hisia za amani. Sayansi inasema fahamu hupotea mara baada ya moyo kusimama. Zaburi mia moja arobaini na sita aya ya nne inasema, akirudi katika nchi yake hapeni tena, naye kwa siku yake hana tena dhihaka hakuna aliye hai mwenye uhakika wa kile kinachofuata baada ya kifo. Sehemu ya sita: Je, mbingu ni hadithi tu? Mbingu hutumika kama mahali pa amani na uzima wa milele katika dini zote, lakini ni muhimu kuuliza, mbingu ipo kweli au ni hadithi ya kutuliza hofu ya kufa? Warumi nane aya ya thelathini na nane ondoa thelathini na tisa inasema hakuna kitu kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu, lakini haifafanwi mahali pa mbingu. Mbingu inaweza kuwa ndoto au imani ya kuleta matumaini. Hofu ya kifo ni nguvu kubwa inayoweza kudhibiti maisha yetu. Hitimisho: kifo ni sehemu ya maisha na tunaweza kuishi bila hofu tukitafuta ukweli. Dini zimeleta hadithi nyingi za mbingu na kuzimu, lakini ni kwa ajili gani? Kutoa matumaini au kudhibiti? Ikiwa maisha haya ndiyo pekee tunayopata, basi tujisikie huru kuishi kwa ukamilifu, kwa ukweli na kwa ujasiri. Tafakari, jifunze na tafuta mwanga wa kweli, si wa hofu, bali wa uhuru.